Huu ni mfano wa barua mm -hmm, ya maombi ya kujiunga na Jeshi la Polisi mm -hmm. kwa hiyo mimi nimekuandalia mfano huu aa, kumbuke kwamba barua hii inatakiwa iandikwe kwa mkono, usiandike barua kwa kutype, ila iandike kwa mkono kama unavyoona hapo hivyo mm -hmm. sasa huu ni mfano wa barua, kwa hiyo wewe utaangalia mfano huu kisha ukaandike barua yako wewe mwenyewe hmm. Nimeanza na anwani ya mwandishi ambayo ni hii hapo, hii unayoiona: Janet John, SLP 8050, Ruvuma. Tarehe 21 mwezi wa tatu mwaka 2025. Aha, kushoto, chini ya anwani yako utaandika anwani hii hapa: Mkuu wa Jeshi la Polisi Tanzania makao makuu ya jeshi la polisi SLP 961 moja Dodoma. Utaanza na hiyo hapo ndugu, yahusu maombi ya, pondugu, ya usu, kujiunga na jeshi la polisi hicho hmm, ni kichwa cha habari. Unakuja huku sasa, husika na mada tajwa hapo juu. Mimi Janet John, kijana wa kitanzania mwenye umri wa miaka 24 azi wa mkoa wa Ruvuma, mm. wilaya ya Songea mjini. Nimehitimu kidato cha nne mwaka elfu mbili na ishirini na nne katika shule ya sekondari Lisaboni mm -hmm. na kupata ufaulu wa divisheni 3. Ninayo furaha kubwa kutuma maombi yangu kwa nafasi ya Jeshi la Polisi ambazo zimetangazwa hivi karibuni. Mimi ni kijana mchapakazi, mzalendo kwa nchi yangu, hivyo ninaomba kazi katika Jeshi la Polisi ili niweze kulitumikia taifa langu. Barua hii nimeambatanisha na nakala za vyeti vyangu vya taaluma na namba ya NIDA. Ikumbuke kwamba namba ya NIDA ni muhimu mm -hmm. Kama una namba ya NIDA unatakiwa uweke hapo, lakini pia kama una kitambulisho basi utatuma uh, utaambatanisha nakala yake mm-hmm. Kisha, kisha ukishaweka hivyo aha, utasema wako katika ujenzi wa taifa Janet John, kisha utaweka sahihi yako hapo mm -hmm. Basi hiyo ndo mfano wa barua ambao unaweza kuapply kazi hiyo za, za, za polisi. Ya, lakini pia ikumbuke kwamba mara baada ya kuandika kazi hii unachotakiwa kufanya wewe uh, ni kuiweka uh, barua hii katika mfumo wa PDF. Unaiskani, ukisha iskani unaiweka katika mfumo wa PDF, kisha unaenda uh, kwenye Police Force Recruitment kitu kama hicho mhm, wametoa hiyo hiyo hiyo linki yao hapo, utaweza kuingia kisha utaenda kufata maelekezo ya jinsi ya kuweza uh, kutuma maombi hayo. Maombi haya hayatakiwi kutumwa kwa njia ya posta, ila yanatakiwa kutumwa kwa njia ya ya, ya hiyo poto ya polisi ambao wameweza kutupa linki katika tangazo lao. Ukituma barua kwa njia ya posta haitapokelewa. Kutokana na maelezo yao hapo wamesema barua zote zitumwe katika mfumo. Ukituma kwa njia ya posta, barua hizo hazitapokelewa. Basi huo ndo mfano wa barua ambao nimeweza kuandalia siku ya leo uhum. Kama ni mara yako ya kwanza kabisa kuingia katika chaneli yetu, basi usisahau kusubscribe. Mpaka wakati mwingine, asante.